Je, yeah, ni sawa mgonjwa wa shinikizo la damu au pressure kufanya mazoezi? Hapana, si sawa. Kwa nini? Kwa sababu kama mtu anaamka anaenda kufanya mazoezi bila kupata maelekezo sahihi ya daktari, bila kufuata vipimo ambavyo daktari amevipima, ni hatari sana kwa afya yako. Kwa mfano unaweza ukawa unaamka unaenda kufanya mazoezi, kumbe wakati huo unaenda kufanya mazoezi, mapigo ya moyo yako mia moja na ishirini, shinikizo la damu iko mia mbili kwa mia moja na ishirini, halafu wewe unaamsha kwenda kufanya mazoezi, na wengi tuna mafikirio duni kwamba ili uweze kupata faida za mazoezi lazima ufanye mazoezi ambayo ni intensive vigorously mazoezi ya kuvuja jasho kwa wingi matokeo yake utaoverdo moyo matokeo yake moyo utaenda kwa kasi zaidi sasa kama umeondoka nyumbani katika mazingira tulivu tu mapigo yako ya moyo yako mia moja na ishirini halafu pia pressure yako iko mia mbili kwa mia moja na ishirini sasa je wakati unafanya mazoezi kumbuka mazoezi yanaongeza uhitaji wa eh, oxygen, uhitaji wa cha kula katika misuli, hivyo lazima moyo utaenda mbio kuweza kumiti demand ya mwili. Kwa hiyo hivyo vitu vinaweza vikashangaza ya kwamba ghafla umezima njiani. Kwa hiyo ndo maana unasikia majanga sasa hivi yameongezeka ya watu wengi kupatwa na vifo wanapokuwa mazoezini, barabarani ana, ana, ana, ana, ana, anafanya mazoezi unashangaa tu mtu anazima, anafariki. Si kwamba alikuwa haumi, na kibaya zaidi watu wengi hawaelewi iko hivi, huwezi ukamkuta mtu anakimbia barabarani bila sababu ya msingi kwa sisi wa Afrika hatuna tabia ya kujikinga kabla hatujaugua. Kwao wengi unaowaona wanakimbia kimbia barabarani, tambua ya kwamba daktari amemwonya kwamba ukiendelea kuwa mvivu wa mazoezi, ipo siku tutakuzika. Sasa anaanza kukimbia kimbia, ila wengi hatuna mazoea ya kufanya mazoezi tukiwa hatuumwi chochote katika miili yetu. Hiyo ndio changamoto kubwa ya wengi. Kwa hiyo, ninashauri mtu yoyote ambaye anataka kufanya mazoezi afanye mazoezi baada ya kuwa amepokea ushauri kutoka kwa daktari, kiasi gani cha mazoezi afanye na afanye mazoezi gani. Ni muhimu sana, nimekuwa nikiwashauri watu wengi kiasi cha mazoezi na aina ya mazoezi kulingana na hali yake ya kiafya ilivyo.